Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizi utakapoziota, ujue huyo uliyemwona kwenye ndoto ndiyo anayekusababishia ubaya. Huyo uliyemwona kwenye ndoto moja kwa moja. Ndoto ndo anayeloga watoto wako, ndo anayeloga kazi zako, ndo anayeloga biashara zako haziendelei, ndo anayefanya unashika pesa na pesa zikae kwenye mkono wako, ndo anayefanya biashara zako zinakuwa ngumu kila siku, ndo anayefanya maisha yako yanakuwa na changamoto mbalimbali ambazo haujui chanzo chake ni nini, hazina kichwa wala mkia. Ndoto hizi utakapoziota, acha kujiuliza kwamba mchawi wako ni nani. Mchawi wako atakuwa ndo huyo huyo uliyemwona kwenye ndoto moja kwa moja. Ndoto hizi, ndoto ambazo zinampoint mchawi wako ama mbaya wako moja kwa moja. Ndoto hizi, natamani kila mtu anayeishi apate kuzijua kwa sababu ndoto hizi ni za muhimu sana. Kama kuna somo la muhimu ambalo nishawahi kufundisha hapa YouTube, basi hii ndo la kwanza siku ya leo, na ukae mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu baada ya kutajia kwamba ndoto gani ambazo zinaonyesha mchawi wako ama mbaya wako ni nani, basi nitakutajia na kitu gani cha kuweza kufanya mwishoni mwa video kwamba kama umemwona mchawi wako ni mjomba wako, je, unatakiwa kufanya kitu gani? Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto hizo, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota unapigana na mtu. Ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba kuna mtu kwenye maisha yako ambaye yeye anapigana na ndoto zako, anapigana na maisha yako, anapigana na biashara yako, anapigana na ndoa yako, anapigana na elimu za watoto wako, anapigana na biashara zako, anapigana na kazi yako, anapigana na vitu vingi sana kwenye maisha yako. Na wengi sana ambao tunaota ndoto hizi huwa tunaota tunapigana na watu ambao tunawajua katikati ya ndoto. Sasa unapo watu wanapigana mtu unamjua yule ambaye umemwona sura yake, huyo huyo ndio mbaya wako. Kwa sababu kuna wengine huwa tunaota tunapigana na wajomba zetu. Jua kabisa huyo mjomba ambaye uko naye, ndio mjomba ambaye anakusababishia matatizo yako siku ya leo. Ndio mjomba anayefanya wewe hauzai. Ndio mjomba anayefanya wewe unapata shida. Ndio mjomba ambaye amechukua nyota yako. Ndio mjomba ambaye anakuloga kila siku. Huyo unapigana naye. So, unaweza ukajikuta kwamba mwilini unaongea naye vizuri kabisa, mwilini unacheka kabisa na huyo mjomba wako ama shangazi yako, lakini unashangaa kwamba kila siku unapoingia kwenye ndoto naota napigana naye. Shida ni nini? Shida ni kwamba huyu mtu ana pretend katika ulimwengu wa kawaida, ana pretend katika ulimwengu wa mwili ya kwamba yeye ni rafiki yako, ili usiku unapokuwa umelala aweze kukuangamiza na aweze kuharibu kazi zako. Kwa hiyo huyo unayemwota kwenye ndoto utakiwa kujiuliza. Ukiota unapigana mjomba wako, jua ni huyo huyo ndugu yako ndo anayekufanyia uchawi. Na kuna wengine wanakuja kwa sura zao kabisa, unajua kabisa, jamani huyu ni fulani ambaye naota napigana naye kila siku, jua ndo huyo huyo ndo mbaya wako kwenye maisha yako. Ni kwamba kuna wengine wao mnaota mnapigana na watu ambao mnapigana nao wanawashinda. Ukiota yule mtu ambaye unapigana naye amekushinda, inamaanisha kwamba ule ubaya ambao huyu mtu alikuwa amepanga kufanya kwenye maisha yako basi umekwishaweza kukupata. Lakini kama ukiota unapigana na huyu mtu, lakini katika zile ngome ambazo mko mnapigana naye, basi umefanikiwa kumshinda, unajua kabisa kwamba huyu mbaya wako ama mchawi wako, umeweza kumshinda nguvu siku hiyo na hawezi akaja kukusumbua tena. Sasa ninapokwenda kutajia ndoto ya pili ambayo inaonyesha mchawi wako ama mbaya wako ni nani. Kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota mtu anakufuata au anakukimbiza nyuma yako. Sasa ubaya wa ndoto hizi ni kwamba kuna watu wengine tunapokuwa tunaziota, tunaota kabisa wanaotukimbiza ni watu ambao tunawajua, tunaota kabisa tunakimbizwa na marafiki zetu tunaota kabisa unakimbiza na, na mashemeji zetu, tunaota kabisa tunakimbiza na babu na zetu. Sasa, yule mtu ambaye unaota anakukimbiza kwenye ndoto, huyo huyo ndo mbaya wako wa kwanza. Yule mtu ambaye unaona amekushikia panga au amekushikia mjeledi ama amekushikia fimbo anakukimbiza, kama ulifanikiwa kumuona sura yake na ni mtu ambaye unamfahamu, jua kwamba huyo huyo mtu ambaye umemuona kwenye ndoto hiyo ndo mtu ambaye anakusababishia matatizo siku ya leo. Huenda siku ya leo unatafuta sana mtoto na unashindwa kumpata, unaenda hospitalini na wanakwambia kwamba kizazi hakina shida, wanakwambia kwamba homoni zimekaa vizuri, mayai yamekaa vizuri, unajiuliza jamani, kwa nini sipati mtoto na umekuwa ukiota ndoto za namna hii, basi jua kwamba yule unayemwona yu anakufukuza kwenye ndoto ndo huyo huyo anayekufanya usipate mtoto ama muda mwingine unaweza kuwa unajiuliza kwamba mbona biashara yangu haiendi vizuri kabisa. Ninafanya kila kitu ninachojifanya, nina kauli nzuri na wateja, nina brand biashara yangu, ninaitangaza biashara yangu, ninaweka mpaka matangazo. Muda mwingine watu wanaishia tu kuuliza, lakini kuja kununua hawaji kununua. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu ya huyo mtu ambaye anakukimbiza, na unamjua sura yake. Anayekukimbiza anaweza kuwa ni mdogo, anaweza kuwa ni shangazi yako, anaweza kuwa ni bosi wako ofisini, anaweza kuwa ni mwalimu wenzako. Huyo huyo anayekukimbiza kwenye ndoto, huyo huyo ndo mbaya wako wa huyo, huyo, kwanza kwa sababu unapoota mtu anayekukimbiza, ninamaanisha kwamba huyu mtu ndo anakupatiliza wewe kwenye maisha yako. Huyu mtu ndo anafanya maisha yako yawe magumu. Huyu mtu ndo anafuatilia nyayo zako, anafuatilia mienendo yako. Mtu anayekukimbiza anataka kufunga hatua zako na pia anataka kufunga maendeleo yako, na ndio maana anatakiwa kuwa makini sana. Sasa, mawe huwa anamaanisha kwamba kuna silaha ambayo mtu huyu anajiandaa kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Mara nyingi sana ukikuta kwamba yule mtu unayemwona anakutupia mawe unamjua. Unamjua kabisa kwamba huyu ni rafiki yangu. Na unamwona kule kwenye ndoto, chukua mawe anakupiga nao unajiuliza kama jamani, huyu si rafiki yangu kwa nini ananibona na mawe? Ujue kabisa kwamba kuna shambulizi ambalo mtu huyu ambaye unamjua analiandaa kwa ajili ya kuteketeza maisha yako. Huenda mtu huyu anaionea uivu biashara yako. Huenda mtu huyu anaionea uivu kazi yako. Kwa hiyo muda huu ambao anakuwa anakota mawe na anakuhushia, inamaanisha kabisa kuna shambulizi ambalo analiandaa. Na shambulizi hili anaituma moja kwa moja kwenye maisha yako kuishiwa mawe na kupigwa. Baada ya hapo, unaanza kujiona kwamba maisha yako yanaanza kuvurugika, afya yako inaanza kuvurugika. Baada tu ukakuta kwenye ndoto unapigwa mawe, unajikuta kwamba kazi zako zimeharibika. Kama ni kazi ulikuwa unafanya vizuri kabisa, unajikuta kwamba bosi kesho asubuhi anaamka tu, from nowhere, anakuambia tu bwana, kuanzia leo kazi hakuna. Kama ni biashara ulikuwa unafanya vizuri kabisa, unashangaa ghafla umeacha kuuza kama ni mtoto alikuwa anasoma vizuri kabisa na alikuwa anafaulu darasani, unakuta ghafla mtoto ameanza kutokuelewa, haelewi mtoto anafanya nini darasani, mtoto michezo imeanza kuwa mingi akiwa shuleni, wakati mara kwanza mtoto wako alikuwa ni mstaarabu kabisa. Ama unajikuta mtoto ameanza kuwa na makundi ya ajabu, ama mtoto unajikuta kwamba ameanza kuwa na tabia ambazo hakuwa nazo kabisa. Mtoto ameanza kuvuta bangi, mtoto ameanza kunywa pombe katika umri mdogo. Unajiuliza ni, ni kwa nini? Ni kwa sababu ya yale mawe ambayo uliota unatupiwa nayo kwenye ndoto, na uenda ulikuwa haujui. Sasa nikukumbushe kitu Mtu utakayemwona anakutupia mayo kwenye ndoto, ndo ndo huyo huyo ndo mbaya wako. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota mtu anakudhihaki ama anakuchekea. Kuna wengine mnapokuwa kwenye ndoto unamwona ni shangazi yako, wakaribu yako, wakaribu, anakuchekea na kukudhihaki. Kuna wengine mnapokuwa kwenye ndoto naona ni kaka yako na anakuchekea na kukudhihaki. Kuna wengine unapokuwa kwenye ndoto naona ni ndugu yako wa karibu ama rafiki yako wa karibu ndo anakuchekea na anakudhihaki, afu mtu yule ni mtu ambaye unamjua jina lake na unamjua sura yake, jua kabisa huyo ndo mbaya wako. Watu wanaokusifia sana ndo watu wanaweza kuwa ni wabaya kupita kawaida kwenye maisha yako. Mimi binafsi nimeona watu wengi wananichekea sana kwenye maisha yangu, lakini nimekuja gundua watu wale wanaonichekea ndo watu ambao wananisema vibaya kwa watu wengine, ndo watu ambao wananikebei, ndo watu wanaoninafikia kwa oh, hiyo hata mwenye hivyo hivyo. Unapoota kuna mtu kwenye ndoto anakudhihaki na anakuchekea juu, jua kabisa mtu huyo ndo mtu pekee ambaye anakuazia mabaya, no matter how innocent anaonekana. Ndio maana nimekwambia kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha kitu gani ambacho natakiwa kufanya kama umeota ndoto hizo na umemwona ni nani ambaye amekufanyia ubaya. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya tano ni ndoto gani, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Kama bado hauja like video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki basi, unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota mtu akikuibia kitu chako cha thamani. Kitu hichi kinaweza kuwa ni simu, inaweza kuwa ni pochi ama inaweza kuwa ni wallet. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba mtu yule ambaye unamuona kwenye ndoto ndo mtu ambaye yuko anachezea nyota yako. Ninaomba unisikize kwa makini sana. Kuna wengine mnaota mnaibiwa simu na watu wenu wa karibu kabisa kuna wengine mnaota mnaibiwa simu na ndugu zenu wa karibu kabisa. Kuna wengine mnaota mnaibiwa pochi ama wallet na watu wenu ambao mnaona kama nyenye ni marafiki zenu kabisa. So hii inaonyesha kwamba yule yule mtu ambaye unamuona anakuibia pochi ndio huyo huyo mtu ambaye amekuibia na anachezea nyota yako pia, kwa sababu kuna watu wengine wengi sana ambao mko hapa, nyota zenu zimechezewa kupita kawaida. Nyota zenu za biashara zimechezewa, nyota zenu za utajiri zimechezewa. Kuna mtu anatumia nyota yako ya biashara kwa ajili ya kuingiza pesa. Mara nyingi wanaofanyiwaga haya wanakuwa ni wale watu ambao wako kwenye makampuni ama mashirika ya watu binafsi ninaomba unisikiliza kwa makini sana. Kuna wengine mko hapa, mabosi zenu wanatumia nyota zenu kwa ajili ya kuuza biashara. Na maana kuna wengine mkiwa kazini, biashara inaenda vizuri sana pale kwenye ile duka ama kwenye ule mgao, mauzo yanakuwa yako juu sana, lakini mkiondoka, mauzo yanakuwa yako chini sana. Na kuna wengine mko hapa, hata mabosi wanashinda kuwapa off kabisa kwa sababu, wa kwa sababu wanajua kwamba fulani asipokuepo hapa, mauzo yanakuwa yako chini. Hata kama utataka kuhama, watu hawa lazima kunyang'anya nyota yako ulionayo. Na maana kuna wengine mlikuwa mnauza vizuri sana kwenye hawa makampuni ama mlikuwa na kibali sana mlipokuwa kwenye kazi fulani, lakini baada ya kutoka kwenye hiyo kazi ukahama ukaenda sehemu nyingine, bosi cha kwanza hakupenda ulivyohama. Cha pili kilichotokea, baada ya kuhama kule ulikoenda, ulikuwa hauna kibali kabisa. Kila ulizokuwa unafanya ilikuwa aliende. Kuna wengine mliama kwenye makampuni fulani, mkaamua kwenda kufungua makampuni mengine. Mlipokuwa kwenye hama kampuni ya kwenu ya mara ya kwanza, mlikuwa mnauza sana mlipokuwa mmeajiliwa, lakini ulipoenda kufungua kampuni lingine la kwako, umejikuta kwamba mauzo yameshuka. Wengine mliota ni mabosi zenu wanawaibia mpochi zenu, wengine mliota mabosi zenu wanawaibia vitu kwenye ndoto. Kwa baada ya kutokea kitu hicho, umejikuta mpaka leo maisha yako yamekuwa ni magumu sana. Muda huu ninakwenda kuonyesha ni kitu gani cha kufanya baada ya kuota ndoto hizi na kumjua mbaya wako ni nani. Hivyo basi kama bado hujasubscribe channel yetu unaweza ukasubscribe ili kipindi ambacho tunaleta mafundisho mapya wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na nakubariki basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa kitu cha kwanza cha kufanya utafungua katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4, inayosema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi utasema hivi. Baba, katika jina la Yesu ninaamuru kuanzia sasa, ninatumia silaha ya maombi siku ya leo. Ninaamuru kila mtu aliyesimama kwenye maisha yangu, kila mtu aliyesimama na ngome ya kichawi kwenye kazi zangu, kwenye biashara yangu, kwa watoto wangu, kwenye kila kitu nachokifanya, kuanzia siku ya leo ninamwangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nazeti hai. Kitu cha pili utakachofanya utafungua kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura kumi mstari wa kumi na tisa inayosema tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Utaingia kwenye maombi utasema hivi: Mungu umenipa nguvu kukanyaga huyu mbaya wangu, akukanyaga huyu mchawi wangu. Ninaamuru kuanzia sasa, kila baya anayonipangia juu ya maisha yangu halitafanikiwa wala litanipata. Kuanzia sasa, kila baya anayopanga juu ya maisha yangu halitafanikiwa. Ninakanyaga nguvu zake zote kuanzia sasa, hizo nguvu alizotuma kwenye afya yangu, hizo nguvu alizotuma kwenye kazi zangu, hizo nguvu alizotuma kwenye biashara yangu, kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kitu cha tatu utakachofanya utafungua katika kile kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 inayosema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Utaingia kwenye maombi, utasema hivi Baba, katika jina la Yesu Kristo nazareti hai, napinga kila nguvu ya shetani inayosimama kwenye kazi zangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nazareti hai, amen. Utakapofanya hivyo vitu vitatu nilivyokuambia, utaanza kuona ya kwamba yule mbaya wako atajitenga pamoja na wewe na atakuwa anashindwa kukuangalia usoni kwa. Kwanzia hapo utakapokuwa umeomba maombi haya na umefanya vitu hivi nilivyokuambia na pia kama una ndoto yoyote ambayo haujui tafsiri yake, basi unaweza kaandika hapo kwenye comment section na nitakujibu mara moja. Na kama una shida binafsi, unaweza kuchukua namba yetu ya simu inaonekana upande wako wa chini wa screen. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi andika pale kwenye comment section. Asante Yesu, na Mungu atakubariki sana kwa kuwa umemshukuru Mungu kwa kile ulichojifunza kwenye video hii. Muda huu tumefikia mwisho. Kama bado hauja subscribe channel yetu, basi unaweza ka subscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kwa kwanza kuyapata. Mungu akubariki sana. This is apostle Deusi Sengo amen. Shalom.